Ni kwamba studio nzima bwana inanukia marashi kwa siku ya leo. Nisemi ni mo hapo mazuri tu.

Monilix bwana akaji anapia, kwa siku ya leo, tutakuwa na gundua mengi na pia, ulikuwa unamsikizia kabisa kwa kile ambacho alikuwa nakizungumza uh, so mimi ni simekomba Monilix, ewe ni uh, kwa Dar es Salaam kwa watu <tap> wazima wote wazima kabisa, tunamshukuru eh, Mwenyezi, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Dar es Salaam kwa vizuri kabisa, asante yes. Sana sana so, yeah. so uh, umetoka kitambo sana jimboni na pia watu wanakugundua tena, kuzungumza nini kwa kwanza. Yes, kwa majina halisi naitwa Lusiba Rajab Suleiman Mbisu Manelix, yeah okay. So, mic yako itakuwa vizuri. Yes uh -huh. almaarufu Manelix. Uh, okay But... Asante sana. So uh, ndo jina lako Alisi, yeah. Ni niambie kwanza umetoka lini hapa? mm. yes. mjini Kalemi na pia familia kubwa inapatikanika hapo mpaka ukajiedekeza moja kwa moja Dar es Salaam.